Nelson Omba wanakuja Tabora, imeweka katika njia tena, huko Ebeneza, Heritier Makambo ametoroka, weka pira moja, bao la pili. Pili kwa Tabora. Ebeneza Makambo. Heritier Makambo anausindikiza daniyanyafu, Muhamed Mustafa anafunika na kuwajaza Heritier Makambo Huwezi kuamini kile ambacho anafanya Tabora. Muhamed Mustafa kama haelewi bana kada sijaanza sijaongea na Makambo, lakini nishashimbwa mkwala, nishashimbwa mkwala, nishap, nishapewa limit ya maswali <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> lakini ai kwa mimi mlisho, kwa sababu mii huyu ukiondoa maswala ya mpira familia. Kwa hiyo maswali yangu mimi ya ajabu kumwasha huyu kumuuliza, siwezi <laughs> Eh, meneja wa kwanza msirikile kuliko meneja wote Tanzania. <laughs> <laughs> Mwenyezi Mungu nilinde na hili swala alioniambia u Bwana Dodi. Mwenyezi Mungu Mnye na uninusuru Mnye, sisi kwanza kwa dini yetu, diniyetu Kiislamu ki hatulogi. Ndio, ndio, ndio, kapigwa Makambo, kapigwa cross ile. Ndio, ndio, kipa wa Azam kachukua ngumi yake yeye mwenyewe, ndio ndio. Akiwa na akili timamu ule mpira kaupiga ngumi ikautia golini Waa, nisikilize nipige, Dodi. Nisikilize, nisikilize basi Dodi, nikwambie kafunga mwenyewe goli kipa. Sawa, unajua kwamba mpira ulikuwa huko katika chaki pembezoni ya kutoka chaki sawa. Na ule ndo ulikuwa mstari wa mwisho. Makambo alichofanya kukimbiza ule mpila kwa nguvu zote kuuwai, kwa hiyo alivyo upige ule mpira ukaenda kama hivyo, unazunguka ule mpila, kwao kipa alikuwa kashatoka hatua moja Ujua wasimu ni wa Tanzania ujua hapa. Na mimi na wasimu ndio ndio na niona. Mpira ulikuwa hey, unazunguka ah, ah, ah. Mpira ulikuwa una kasi, alikuwa anapiga cross ili watu waende wakafunge. Sawa sawa. Alikuwa alikuwa kashatoka hatua moja, kwa hiyo kashapoteza mwelekeo wa kukaa golini tayari, kwa hiyo alichofanya eh, baada ya kutaka kuutoa ule mpira he ulikuwa kila anapojitahidi kutoa ndo anazidi kuingiza golini. Yani kipa anaweka kudaka kupinzana, anaingiza golini kwa sababu alikuwa kashatoka, kwa sababu hata ukikaa golini, mimi wewe nakujua, sio goli lile. Sasa sio hata lile goli, kipa ametoka. Makambo kapiga kitu mingi, sina shida ehe lile goli la kichawi kabisa mlisho sasa huko. Sisi hatuna uchawi, ni mpira eh. Sisi tuna sisi tunachokisema kwamba ule ulikuwa ni mpira, na hata ukiangalia ukirudia hata saa hizi eh, mpira ulikuwa unaendea mwishoni, alichofanya kuchop ule mpira, bahati mbaya kipa alikuwa kashatoka hatua moja, kufanya hivi ndo anauingiza kabisa golini. Sasa uache upitilize, alikuwa hana uwezo wa kuacha Ah, tunasema hiyo hapo tunasema uchawi. Mechi ya Chamazi. Niambia Dodi. Mechi ya Chamazi halali. Halali, ile ilikuwa kufungwa halali. Ah, lile goli la mi goli bana la, la huko Tabora lile. Sawa sawa, yule tumfuatilie kipa ana mapungufu katika maeneo yake. Ni kipa mzuri lakini anafungwa magoli kama hayo mwendelezo ambayo sio sahihi wewe hakuna timu ambayo mlisho unaijua Tanzania hii kama mm. Yanga Afrika tatu e, Yanga ni timu ambayo ni kweli ndio timu yetu. Unajua kona zote ndio nawajua ndio. Ukaziba, ukaziba, ukaziba, ukaziba. Aa, Aa, yani kwamba unajua Dody kitu kimoja yeah. Sisi hapa tuko kwenye ajira yeah. Hii ni ajira na hii ni kazi kwa hiyo mm. hata kama mtu unamfahamu unapokutana naye kazini lazima kwanza unamheshimu, lakini una nafanya kazi yako iheshimike. Eh, Tabora msimu uliopita ndio puchu, puchu. Ndio. Ndio. Sawa, eh? Ndio. Msimu huu hmm. Mmoja kati ya timu bora Tanzania ndio ni Tabora. Nini ambacho e, makiwendo, wendo kila kitu ndo meneja wa timu hmm. Na unafanya vizuri sana hmm. E, nini kimefanyika mpaka timu imekuwa bora hivi? Yaani msimu uliopita msusu mshuke hmm. Msimu huu timu bora kwanza mimi napenda kukuambia bwana ndugu yangu mtangazaji na watanzania wote na wananchi wa mkoa wa Tabora, wewe ni mtanzania tu kwangu mimi, umekuja hapa ni nyumbani kwangu Tabora, nawe ni mtani wangu, hauwezi kunisumbua lolote mimi, sawa. Cha kwanza kabisa sehemu yoyote mtu yoyote anapokwenda akajikwaa, kwa akirudi ile njia anaporudi, lazima itizame mara mbili mara mbili, okay. kuna nini hapo, mimi nimejikwaa kwayo hapa, kilichofanyika kwanza, wameboresha timu, imeboreshwa hmm. na wameingizwa viongozi waliokuwa wako bora kusimamia timu kwa msimamo kwamba je, mwakajana tulivyotaka utemtuliteleza wapi, wapi na ndomana, unaona viongozi matajiri wa timu wamemleta CEO wa timu ambaye kaajiriwa kutoka taska ya Kenya, alikuwa niaas kazi kwao ni, ni la eh, kwanza tajiri kaweka hela kwao baadaye tukafata kwenye kuandaa wachezaji. Wachezaji tumewaandaa kwa kipindi kidogo, lakini kilitusaidia kwa sababu tulikuwa tumefungiwa kusajili. Kwao kuwaleta wale, na yeye akaleta benchi la ufundi kwao. Tumekaa kwa kushirikiana nao, na yeye kwa uzoefu wake hapa, tunakwenda hapa jamani, sio tumefika hadi hivi sasa. Namshukuru Mungu alhamdulillah. Kwa kweli ah, bana Tabora, yani mtu akisikia na mechi ya Tabora hey usingizi hapati. Hamna timu hiyo unapata usingizi? Ah, lazima isipate usingizi kwa sababu sisi kwanza, katika yani silaha yetu ya kwanza kwa tunamtanguliza Mungu, na tunapofika uwanjani watu wote wanahitaji matokeo. Kila mchezaji hapa anahitaji kutoka, na nadhani wewe mwenyewe unaona kikosi kama hapo kinafanya mazoezi hakina shida pale. Hapo majali wa Mwenyezi Mungu ataleta, tutapata matokeo mazuri tu. Bwana nashukuru bwana. Bwana nilikuwa naongea na na saiba wangu hapa. Au sio bwana? Mrisho. Eh, sasa twende tukamsikia kidogo Heritier Matambo, tukamsikia kidogo Heritier Matambo. Zela mikono. Eh, za zela kupiga. Hivi kwa nini akishangia anafanya hivi hivi, maana yake nini? Subiri subiri, bwana. Buganga. Chukua Morris, cheza pira moja mrefu huko. Heritier Beneza Makambo. Ilunakwenda ulegani awavo wanachagulia Tabora, miongoni mwa goli ambalo pengine walijichanganya katika safu ya ulinzi, sehemu ya umati ambao umefika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Waj, maana ya ko Ah, hii ni, ni stali ambayo ilikuja mwaka kumi n kumi na kipindi nilivyojunga na Yanga ndo nika, nikajitahidi tu kufanya nikaona stali ilikuwa nzuri. Nikasema nitaendelea nao, ni kitu ambao tu inamaanisha. Uh, mnasikia kingine mna yep. okay. yeah. mna z eh. Hii ni furaha tu, napiga makofi. Mechi yako ya Tabora eh, ambayo unaikumbuka mpaka sasa hivi ngumu, umesikia. Uh, kina, kina baadhi ya mechi kina baadhi ya mechi nyingi uh, kingine sijafunga goli lakini nimefurahi na ya anamaanisha kina mechi nyingi ambao tulicheza ambao nakumbuka taf, yeah, yeah, yeah. Ambao niseme mechi ni sema mechi na na Azam, lakini na mechi ya Yanga pia ilikuwa nzuri, ilikuwa nzuri. Eh, lakini ya Azam ndo mechi ambao Naikumbuka sana. Goli, mm -hmm, la pili la Azam, ulikuwa unataka kufunga au ulikuwa unapiga cross au ni yako ilikuwa ni nini? La pili. Ah, target yangu, target yangu ya kwanza kabisa ilikuwa nipige shoot, lakini sema nilikuwa nishafanya effort nyingi ya kufa, kuchenga kidogo, wow, nikaenda ndo nikasema ngoja ni, ni, nipige tu hivyo hivyo ilichotokea ili, ili, itokee bahati nzuri nikapata nika goli kilikuwa na shabiki mmoja pale, kipindi ya mapumziko nilimwambia nitapata goli ya pili. Kuna shabiki nilimwambia ntapata goli ya pili, ndo ikuwa Sio mara kwa kwa kufunga goli design ile. Okay, yeah. Eh, na kujua vizuri vizuri ya ya ya ya ya sana naipenda kuliko ya mguu. Nataka kujua mistake ya mabeki wa Azam pale timing yao, walikosea wapi? kwenye goli ya kwanza, goli ya kwanza kwenye wamekuja watu watatu. Goli ya kwanza, ah, kwenye... wamekuja, yeah, goli ya kwanza mimi nasema nasema kwamba timing ya, ya forward au mshambuliaji ambao akienda pembeni maana yake alienda kwa kupata nguvu na speed ya kuja kwa attack, okay. So wao beki na kipa mkihesabu tu vibaya yee atakuja na, yeah, na, na speed, okay. So ndo nilichofanya kipindi nani chuku ambayo yuko sasa hivi Singida alichukua ball, mimi nimefanya kama over, nimefungua uwanja sasa, yeah. Ye kaweka kwenye space. sasa hiyo space ndo ikasumbua kipa kwa sababu kipa amekuja Alkubo. mimi nimekuja na speed na, na, na, na, na ya konga. Ni kawai ni Bana goli ambao naipenda sana una? naipenda sana yeah, yeah, ja, yeah, sana. Sababu nafunga hata wakati uko Yanga, magoli magoli zaidi ya kumi msimu wa kwanza, magoli zaidi ya kumi yeah, yeah, yeah. fair fair alikuwa anakuona sana. najibu eh? <laughs> na, na, ukipata lob kama zile, unakuwa unafunga sana. Kabisa kabisa na bara uko vizuri mshikaji wangu uko vizuri sana asante sana. Uko vizuri sana, vizuri, vizuri, uh... vizuri, kumi na tisa. Kwa nini kumi na tisa kina, kina siri kidogo ndani ya 19? Ya kwa sababu mwaka ya elfu mbili uh, kumi na tisa nadhani mimi nilijiunga na Yanga, ilikuwa kumi na nane yeah. Mechi yangu ya kwanza nilivaa jezi namba tisa. Umechina isemaje mashindano ya nani ya, ya shirikisho yes, yes. Lakini baadaye ni, nikaamua nika nianze na kumi na tisa kwa sababu mimi nilichukulia msimu ya elfu mbili na kumi na tisa ni kama msimu ambao Mungu amenijali mengi ndo unavaa hiyo jezi kumi na tisa. Ni siri, lakini kwa ajili ah, okay. Ah. ajili... ya mafanikio yep. Eh. Yep. Yep. Una staili nyingine ya, ya kichwani huko kichwani yani, nimeamua me, ni tu nikaambia tu familia kwamba nataka nianze kusuka, si kwanini si watu amba hatu, kwa ya waifu au, au... Na familia kwa ujumla wazazi na yeah, si... si ah, ningesikiliza ninge, lakini ni kitu ambacho tume tumeongea tume, tume na wamekubali yeah. Yeah, naendelea na nao mpaka mwezi wa sita alafu nitaangalia kama nitaweka kipara kama ya Ramadhani au nitaweka nninaionaga ni. <laughs> lakini mimi Eh e, ni Feregola na Fali popa. Mimi mimi Feregola. Mimi sio Fali popa. Eh, lakini watu wako vizuri. Wanawakilisha Kongo vizuri nafikiri. Ya, tuna tunapambana ni nchi ambayo inabidi tu, tuiweke juu popote tulipo so tunapambana. Of course. Kongo hata kwenye ligi yetu ndo mnaiendesha nyinyi. Maana Tanzania si ni kwetu. Ina ina wakongo wengi sana. Yeah. Na sasa hivi Kiswahili sasa hivi unaongea kawaida. Zamani zamani ulikuwa marafiki <laughs> sasa hivi hata... yeah, wengi kina wachezaji wengi ambao tunapata, ya, kina chakula wachezaji wengi tunapata muda ya, ya kuongea. Eh, bana, huyu <laughs> huyu ni moja kati ya wachezaji ambao eh, my favorite player kwangu mimi mm -hmm. Eh, kwanza ni ba mdogo anafunga sana yeah. Uh, wewe ni striker mm -hmm. sawa mm -hmm. nataka huyu nini anatakiwa akiongeza, sababu kwa huyo kwenye, kwenye mpira tunajifunza kila siku saa hivi yani, nataka wewe kwenye TV hapa ya waone yani, huyu kuna ujumbe nataka umpe nini aongeze kwenye uh tunamtegemea sisi nchi yetu, sio tu, tu, tu kwenye TV. Kama walivyosema ni mtu ambao tunapata tuna muda nyingi ya kuzungumza. Nilimwambia nili tu aendelee ku, ku, kujituma kuji kujikaza kuji, kwa sababu ipo kwenye, kwenye njia nzuri, is a good way, so aendelee. Sisi pia kama wandugu wake kama watu ambao tu, tupo karibu naye tunaendelea kumsapoti sababu tukiwa hata uwanjani kina baadhi ya changamoto inakuja, anaweza kupoteza mpira, anaweza kumpa bad pass, tupo pale kwa ajili ya kumsaidia. Mimi namwambiaga na always uh, ajikaze, akipata muda ya kufanya mazoezi mwenyewe afanye, asisikilize sana watu mitandaoni. Watu leo watakuweka okay juu, kesho wao ndo watakuweka chini chinisa so, a focus na nini anatakiwa kufanya kufana uh, yani a focus na kazi yake. Yes, yes yes yes. Abi, Ni, na nashukuru. Makambo, nashukuru sana eh. Bwana, mambo vipi? Kwanza poa. Kaza, asante sana. Hongera, asante sana unaongoza kwa goli saba kwenye timu eh, na goli saba eh? Yes. Hivi ulitokea Morogoro eh? mimi mzaliwa wa Morogoro. eh? Eh, Morogoro, wilaya ya Mvomero. Mvomero eh eh. Hivi Mvomero ndio hii unaelekea kama unaenda Manungu, Manungu. Yeah, kwa hiyo wewe ni sawa na Mtibwa, yeah, nimepita nda Under 0 20. Under 20 Mtibwa, kwa hiyo yeah. Mtibwa ni moja kati ya timu ambayo imezalisha yeah, wachezaji sawa, hey, yeah, yeah, kitu ambacho pekee ambacho hata watazamaji na mashabiki wataona mimi, wataona mimi sina mat, matatizo hmm. Umewapiga Yanga Afrika goli mbili. Mbili. Lakini lile goli la kwanza hmm. kulikuwa na Bakaria Hmm. Kulikuwa na ucho alisogea, hmm. Lakini wewe ukaamua kupiga alafu mbali, kipo diara ulimwona ani? ah. Yani nataka kujua kwa nini uliamua kupiga ule mpira mbali eh? uh, e, uh, e, situation naikumbuka, na walisogea wale mabwana pale kwako wote wawili, hmm. wa, wa hmm. Kwa nini ukutaka kuwapita ukaamua kupiga mbali kwanza? uh, lile goli la kwanza lilikuwa ni shambulizi tulilolitengeneza kutoka nyuma, kama na kumbukumbu vizuri. Ndio hivyo, e, ule mpira nilianza kurushiwa mimi, ukawa umezunguka huku, lakini ulivonikuta, ulivonikuta kule, ina maana tayari watu walikuwa ulivyonikuta ule mpira mm. ina maana tayari wote tulikuwa tunaenda mbele mm, lakini mara nyingi naweza kawa natoa siri yangu, yani sisi tunatumia mguu wa kushoto unatokea kulia, na maana ukideshi vile, wakaja mfubo na wakaja vilevile, ikawa wepesi mimi kufanya maamuzi yaani ah, yani ni nakuwa kwamba mpira ukiwa unachezwa huku, sheria za goalkeeping unavyokuwa unahamishwa, ya unahamishwa, yaani na goalkeeping wanapokuwa, ina maana mpira unapokuwa upande wa huku, ina maana ye atasogea kuja huku kwa hiyo ndio maana hata kwenye mazoezi mnafundishwa, kama anakuwa huku, ina maana target yako nakuwa sehemu ambako hayupo zaidi e. Kwa hiyo ndio maana amekuwa rahisi. Baba wangu big, hapo ongea <laughs> sana <laughs> <laughs> niachie sasa mwanangu hapa, nipige naye bana. Sikiliza Erika, kwanza mimi Erika nakubali kuanzia leo na kushika kichwa Tanzania Bara, sisi na nyinyi <laughs> Hata mechi ziwe ishirini hata mwanao kunipa hata kunipata vocha ah. Ah, ah, vocha ipo na, na na kesho kutwa mechi ya Yanga iprabaka kuja nazo. Salama, mambo vipi Tabora? Nashukuru, mazingira mazuri, tunaishi vizuri mazingira haya, yeah. Mazingira huku na, na Unguja hey, tofauti. Tofauti wa vyakula, ulaji, ulaji tofauti na nyumbani. Si unajua nyumbani na kule urojo Yani kuja Taboratu umeuliza urojo? Hamna urojo. Kambo hamna iliko huko. Huko ule sembe. Chapati za maji. Chapati za maji. Anateseka sana. Kuhusu kula anateseka. Bali mimi lile goli bado sisalisahau. Goli bora lile. Na goli Singida kawaida il sasa lile na lofunga Singida siku zile. Mapinduzi mwaka elfu mbili na kumi na saba. Ah. Ukumbuki nodima chako sile nkachuka ufungaji bora pale, nikakwambia Dodi, hili goli nakumbuka. Vipi kuhusu swala la ka kitu nilikuomba Pemba, nakumbuka eh huku vipi, mi mimwanangu. Mm. Okay. changa, wb kuna changamoto ilikuwa ni changamoto nje ya uwanja kwa uwanja, kwa hiyo naamini sasa hivi mipango ya kocha kocha mpya tumemleta, naamini sasa hivi mazingira atakuwa tofauti. <coughs> <coughs> kwa eh, sababu mwanzo tofauti ilikuwa, <coughs> ilikuwa eh, tofauti eh, sana na wenyewe pia wachezaji wana wanajua mchezaji muda mrefu upo huko